Kau muziki kutoka hapa hapa nchini Tanzania Mboso Kane bana Mshedede. Sasa hivi yupo zake katika harakati za kuendelea kupush EP yake ya Room Number 3, licha ya kwamba yupo katika harakati za kuendelea kupush e bana EP yake ya Room Number 3. E bana Mboso Kane ametokea kupenda sana wimbo wa I Got You wa Vanilla, ambapo yeye ameweza kutoa pongezi zake za dhati kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta Story, na yeye Mboso ameweza ku, ebana, pakia video fupi ya Vanilla akiwa anaimba wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la I Got You. E bana, I Got You ni moja kati ya wimbo ambao umeweza kuachiliwa katika siku za hivi karibuni. Siku nne ambazo ziliweza kupita ndipo ambapo e bana Vanilla aliweza kuachilia wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la I Got You ambapo mpaka sasa hivi pia ukiwa unashika namba moja on trending kule YouTube, lakini pia e bana ikiwa ina watazamaji laki moja elfu hamsini na tisa kwa upande wa Vanilla Mbosso kan, lakini pia Harmonize limekuwa ni bato kubwa sana ambao linaendelea kwenye mitandao ya kijamii watu wakiendelea kusema kwamba ni nani mkali katika maswala mazima ya kuandika, ni nani mkali ambaye anaweza kuandika e bana wimbo mzuri kabisa ambao e, mashabiki wataupenda. Bato lao limekuwa ni kubwa sana, kwa wazi wengi wamekuwa wakiwa wanadondoka katika upande wa Mbosso, wengine wakiendelea kudondoka katika upande wa Vanila, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba Harmonize ni mkali zaidi. Sasa kwa upande wa yeye Mbosso, licha kwamba kuna bato mbao linaendelea kwenye mitandao ya kijamii, yeye yeah, yeah. ameamua tu kumwaga e bana sifa zake dhati kabisa kupitia ukurasa wake wa Instagram Instagram pale kusema kwamba Vanilla ni mkali kupitia tu eh, ujumbe ambao aliweza kuandika kwamba Vanilla kaweka emoji fulani hivi za makofi. So kwa upande wa eh, Mbosso ni kama vile amekubali kile kitu ambacho eh, bana Vanilla yuko nacho ndani yake kupitia wimbo ambao ameweza kuachilia, wimbo ambao unafahamika kwa jina la Aigacho. Na Vanilla ni moja kati ya watu ambao wamekuwa akiachilia track ambazo mpaka sasa hivi zingine hazijaweza kutoka na video zake kama vile wimbo ambao unafahamika kwa jina la ni kwa muda tu, wimbo ambao aliweza kufanya kama solo artist ambapo mpaka sa hivi una takriban miezi minne hajaweza kuachilia video yoyote. Pia Vanila aliweza kuachilia wimbo ambao ni wa Vanila pamoja na Ibra, ambao aliweza kumshirikisha Ibra kipindi ambacho kuna vuguvugu la Ibra kuweza kutoka pale Konde Gang na kuweza kulipishwa bilioni moja na Harmonize, akaweza kuachilia wimbo huu ambao uliweza kup, eh, kupushiwa sana na baadhi ya watu kulingana na, eh, bana kiki ya kipindi kile. Sasa wimbo huu ambao unafahamika kwa jina la Koki uliweza kupata watazamaji takriban laki mbili elfu ishirini na nne and this time around Van ameweza ameweza kuachilia wimbo wimbo ambao ambao ambao unafahamika unafahamika kwa kwa kwa jina jina la la I I Got Got You You. Siku nne, ukiwa unashika e, namba kumi na moja on trending kwa upande upande wa wa YouTube. Licha ya ya kwamba Mbosso Khan Khan huu wa Vanilla pia pia asa hivi kukimbiza kinoma noma kwenye kwenye kwenye yake e, yake. Ya kuuza lakini pia kusambaza muziki kule akiwa anashika zile top 3 zote katika nyimbo zake ambazo zipo kwenye albamu e, wa YouTube sasa hivi Mbosso kan wimbo wake wa power unashika namba moja on trending, lakini pia wimbo wake wa nusu saa unashika eh, namba mbili on trending, lakini pia wimbo wake wa Aviora unashika namba tatu on trending. So kwa upande wa Mbosso kan, yeye bado anaendelea kufanya vizuri kabisa kwenye soko la muziki la hapa Tanzania, lakini pia anazidi kuonesha kwamba yeye sio mbinafsi kwa kile kitu ambacho mtu anakuwa nakifanya vizuri anakumwagia sifa zake, licha ya kwamba eh, kuna mastori kwamba eh, bana ni nani mkali kati ya Vanilla Harmonize lakini pia kwake yeye mwenyewe ni kwamba ni nani mkali kati ya hao watu watatu? Yeye ameamua kumpongeza Vanilla kwa sababu ya uandishi ambao amekuwa nao, na of course ni kwamba Vanilla amekuwa ni moja kati ya watu ambao wana midondoko ya ladha tofauti tofauti. Fahamu kwamba wimbo wa mapenzi hisia, ambao watu wengi sana walikuwa hawaamini katika uwezo wa Vanilla kwenye masuala mazima ya singeli, lakini alivyopata tu nafasi ya kuweza kupata eh, kuimba katika eh, wimbo wa mapenzi hisia ambao ilikuwa ni remix, aliweza kufanya vizuri kabisa na watu wengi wakajua kwamba huyu jamaa ana kitu ndani yake, and this time around Mbosso Khan amepiga saluti na kuweza kusema kwamba huyu mshikaji ni mkali sana kwenye masuala mazima ya uandishi. Ni upi mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? E bana, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kunyanja comment hapo, so online digital chao chao